Washauriwa kufanya mazoezi ili kujilinda na magonjwa habari. Mtazamaji waliojiritwa, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Lameki Kigali. Watanzania wameshauriwa kuwa na tabia ya kufanya mazoezi mara kwa mara ili kulinda afya zao dhidi ya magonjwa yasiyo ya kuambukizwa kama vile kisukari pamoja na presha. Mwanahabari wetu Froni Mkinga ana undani wa taarifa hii. Akizungumza na UoI Digital kwa niaba ya mganga mfawidhi wa hospitali ya manispaa ya Iringa, Daktari David Mbunda amewataka Watanzania kutambua uwepo wa baadhi ya magonjwa yanayoweza kuepukika endapo watakuwa na tabia ya kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Mazoezi yana faida nyingi sana, kwanza hiyo inasaidia, inaboresha afya yako inasaidia ku inasaidia kuboresha hisia ina kupunguza kuzeeka inapunguza magonjwa y magonjwa ya yasiyoambukiza ya, ya, ya ya, ya. Mtaalamu wa mazoezi kutoka kituo cha mazoezi Amazing Fitness Daktari Rashid Mwembe anaieleza jamii faida ya mazoezi katika mwili wa binadamu, mojawapo ni kuimarisha afya ya mwili. Faida ya mazoezi katika mwili wa mwanadamu ni kama ifuatavyo moja kuondoa kabisa uwezekano wa kupata magonjwa ya yasiyoambukiza sawa, lakini pia tunasema kuondoa uwezekano wa kupata hypokinesis conditions hii hypokinesis condition kwa Kiswahili tunasema tabia bwete. Sasa tabia bwete ndio inaleta athari, athari hizi mfano moja, losing of appetite, yani wewe usipofanya mazoezi ukawa na tabia tu ya kulilax, unajikuta ni mtu ambaye unapoteza hamu ya kula lakini unapoteza amu ya kufanya jambo lolote lile, lakini pia unakuwa psychological disorder di. Kwa sababu uwezo wako wa ubongo wa kuchanganua mambo unakuwa mdogo sana, kiasi ambacho ulitakiwa ubongo wako uchanganue jambo kwa haraka, inachukua muda mrefu sana mpaka kupatia maamuzi. Katika kukabiliana na mabadiliko yanayotokana na hatua za ukuaji wa upande wa mwanamke, mwalimu Taabu Makanga yeye amewataka wanawake wenzake kufanya mazoezi ya mara kwa mara ili kukabiliana na changamoto hiyo. Aa, kwa wanawake tuna changamoto nyingi kutokana na jinsi tulivyoumbwa na shughuli nzima tunayopitia katika kuleta watu duniani. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine, sisi ni waathirika wakubwa wa maumbile yetu, kwa hiyo tunahitaji kufanya mazoezi, maanake ndio maana unaona sasa hivi wanawake wengi tunaumwa migongo. Kutoka hapa mkoani Iringa, mimi ni Flowin Vitus wa UOI digital. Taarifa yake flon mkinga na tukamilishia habari za kitaifa kwa siku hii ya leo. Na katika habari za biashara na uchumi, wafanyabiashara wadogo wadogo mkoani Iringa wamehimizwa kufanya biashara zao katika tamasha la umiseta na umitashumta yanayofanyika katika kitaifa katika shule ya wasichana ya Iringa Jelozi huko mkoani Iringa. Mwanahabari wetu Rahima Suleimani anaundani wa taarifa hii. Akizungumza na UoI Digital, mfanyabiashara wa Iringa Delina Ntanga ameeleza faida anazozipitia ni pamoja na biashara kuchangamka, wanunuzi ni wengi, hasa walimu na wanafunzi mbalimbali wakinunua vitu muhimu katika biashara yake kama vile soksi na baadhi ya soksi wanazihitaji nazo, biashara pia zinaenda vizuri. Soksi lazima wazihitaji na vitu vingine ambavyo vya msingi sana, biashara inapokuwa inachangamka. Kwa kweli, kwa, kwa fursa hii tunatamani hata mwakani pia tu, sisi wana, tuseme vile wananchi wa Iringa tupate kujijenga. Aidha, naye mfanyabiashara Massa Ngwale ameeleza changamoto wanazozipitia katika biashara yake, ni kutokana na mwamko mdogo wa biashara hiyo. Hawatoki kutembeza bidhaa, wanakaa sehemu moja toka asubuhi mpaka jioni, ambapo hawakuwa na matarajio hayo. Yaani matarajio ambayo walikuwa wametutangazia na jinsi tunavyoona ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo mwamko wa kibiashara kwa kweli ni mdogo tofauti kwa kwa na tulivyokuwa tunatarajia. Kwa hiyo ndio kama hivyo, ina maana unakuja na mzigo asubuhi unakaa mpaka jioni bado au hauna, hauna spidi sana ya kutoka, tofauti na ndivyo kwa tunatarajia. Kwa upande wake, Renato Spita ambaye pia ni mfanyabiashara wa Iringa ameeleza faida anazozipitia katika faida yake ni kutulia sehemu moja maalum ya kuuzia bidhaa hizo ambapo ni tofauti na sehemu alokuwa mwanzo akitembeza mtaani toka asubuhi mpaka jioni, na kuishukuru serikali kuleta tamasha hilo na kuwakaribisha wafanyabiashara. Aa, nashukuru serikali ya awamu watano kwa kuanzisha michezo hii hapa mkoani Iringa kwa sababu umetusaidia sisi wajasiriamali wadogo wadogo kuweza kupata riziki kwa sababu wanafunzi wa hapa wapo katika eneo moja, kwa hiyo wanakuja kununua vitu tofauti na huko nje. Mtu anakuwa na choice ya kuchagua wapi anunue wapi asinunue, lakini hapa anakuwa ananunua sehemu moja kwa sababu wanafunzi wapo katika eneo moja. Haya ni baadhi ya maoni ya wafanyabiashara wa mkoa wa Iringa, ambapo wameelezea mabadiliko na changamoto mbalimbali mbali mbali zilizopata katika tamasha la umizato lililofanyika katika shule ya sekondari ya wasichana. Nikiripoti kutoka katika shule ya Iringa Girls Rahma Sulaiman, asante sana Rahima Suleiman kwa kutujuza habari za biashara na uchumi. Mtazamaji wa UoI Digital, taarifa yake Rahima Suleimani inatukamilishia mkusanyiko wa habari kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuandamana nasi mwanzo hadi mwisho. Tutane kesho, kwa panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Ulikuwa na milani kikigae, asante na kwaheri.